"Toka hapa mama, nimesema, toka!" Sauti hiyo ililipuka ndani ya ukumbi wa parokia ya Mtakatifu Petro kama radi iliyoachanua mawingu ya joto. Muziki wa kwaya ukakatika ghafla, maua yaliyokuwa mikononi mwa wasichana wa sherehe yakaangukia kwenye tiles nyeupe, na ukumbi mzima ukajawa na ukimya mzito. Mbele ya madhabahu, kijana mwenye suti ya kifahari, Samson Baraka, mkurugenzi wa kampuni kubwa ya Baraka Holdings, alikuwa amempiga kofi mama yake, Mrs Baraka, anayejulikana pia kama Agnes alisogea nyuma akitetemeka, akishika shavu lake kwa mkono uliolegea. Uso wake haukuonyesha hasira, uliandikwa kwa maumivu na msalaba wa kuvunjika moyo. Hii haikuwa tu harusi, ilikuwa kioo cha maisha, kumbusho kwamba hakuna dhahabu inayozidi mwanga wa upendo wa mama, na hakuna jeraha la kudumu kama machozi yake. Je, mtu anaweza kumsamehe mwana anayempiga mama yake siku ya harusi yake? Kabla tujaendelea Naomba uniambia kwenye comment ni maneno gani mabaya mtu aliokuambia ambayo mpaka leo unajitahidi kuyafanya yasifanikiwe, yaani unajitahidi kumwonyesha kuwa unaweza. Niandikie hapo chini ili tutiane nguvu, lakini pia usisahau kusubscribe hapo chini. Okay, tuendelee. Asubuhi hiyo Dar es Salaam, Wakati jua la Tabata likichomoza, jiji lote lilikuwa kwenye pilika za shangwe. Magari yakipiga honi, nyimbo za tarabu zingine zikipenya kutoka vibanda vya jirani na kelele za maandalizi ya harusi kuvuma hewani. Katika mtaa wake wa zamani, Agnes alikuwa ameketi mezani kwake ambao iliyochoka akitazama kadi ya mwaliko aliyopata kwa bahati kupitia jirani aliyefanya kazi pale soko la Kariakoo. Jina lililoandikwa kwa herufi za dhahabu lilikuwa Harusi ya Samson Baraka and Vivian Okeno Kanisa kuu la Mtakatifu Petro, hakukuwa na jina lake popote. Hakuna mama Baraka, hakuna mwaliko aliyotumiwa. Alipitisha vidole vyake juu ya maandishi hayo kama mtu anayegusa kidonda kisichopona. Machoni pake ikaonekana mstari uliosomeka mechi iliyopangwa na mbingu. Alitabasamu kwa uchungu. Kama ni mbingu, akasema kimya, mbona mimi nahisi kama kuzimu? Ukutani picha ya zamani ya Samson akiwa kijana mdogo ilining'inia. Tabasamu lake lilikuwa jeupe kama jua la mchana, akiwa ameshika mahindi ya kuchoma aliyokuwa akiuza na mama yake. Aliitoa kwenye ukuta kwa upole na kuiweka mfukoni. Nje watoto walipiga kelele wakicheza. Agnes, tumesikia mwanao anao msichana wa familia kubwa, leo utakuwa kwenye TV. Aliwajibu kwa upole, sitaki TV, wanangu, nataka tu kumuona akiwa na furaha. Muda mfupi baadaye, jirani yake Mama Hamza akaja akiwa na bakuli la uji. Dada Agnes, tafadhali usiende. Watu wa hadhi yao hawapendi kuona sisi maskini kwenye sherehe zao. Agnes akatabasamu taratibu. Baraka ya mama haihitaji mwaliko. Aliingia ndani akafungua kabati lake la zamani. Ndani yake kulining'inia gauni lake jeupe la Krismas la zamani, limekolea vumbi na kumbukumbu. Alilivaa akafunga mkufu wa marehemu mumewe na akatoka nje. Niache nifike tu, alingong'ana. Hata kama ni kusimama mbali Safari ya kuelekea kanisani. Hakukuwa na pesa ya bodaboda wala daladala. Alitembea kutoka Tabata hadi Posta, jua likioroma juu ya kichwa chake, akipita maduka makubwa yenye nembo ya Baraka Holdings, kampuni ya mtoto wake. Hakuna aliyemtambua, hakuna aliyefikiria kuwa yeye ndiye mama wa Samson Baraka, mwana ambaye Dar es Salaam ilimshangilia. Hatimaye alifika kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro ukiwa na magari ya kifahari, Bentley, Lexus, Range Rover yaliyopangwa nje. Walinzi wa suti nyeusi walikuwa nyeusiwalia wakisimam eneo kama waongozaji wa filamu. Alisogea kwa adabu. Asubuhi njema, mwanangu, akamwambia mmoja kwa sauti ya heshima. Tafadhali mwambie Samson mama yake yuko nje. Mlinzi akamtazama kuanzia kichwani hadi katika viatu vyake vilivyokwisha choka. Mama, umesema nini? Nimesema mimi ni mama yake. Walinzi wakacheka kidogo. Kila mama wa mtaa wa Dare anadai hivyo leo. Agnes hakusema kitu. Basi mwambieni mama aliyempa jina yupo hapa. Lakini ni walimtupia macho ya dharau mama kaa hapo nje usisogee harusi ni ya watu maalumu alisimama pale hakusogea Jua likapanda juu, jasho likamtiririka ndani. Kengele za kuanza ibada zikasikika. Kupitia lango, alimwona Vivian akiingia akishika mkono wa Samson, kamera zikawaka kwenye vioo vya kanisa. Agnes alijiona mwanamke aliyeachiwa nje ya maisha ya mwanawe. Mahali alipoanza, chozi likamtiririka, lakini hakusogea. Alibaki imara kama jiwe lililozoea dhoruba. "Bwana, sina nafasi ndani," aling'ong'ona, lakini naomba sala yangu isimame karibu naye ndani ya kanisa. Wakati ule ule kwaya ilikuwa inaimba juu, ukumbi ukijaa mwanga wa vioo vya rangi, harufu ya maua ya lili ilijaa hewani. Vivian Okeno alisimama mbele ya padri, gauni lake likiwa na mwanga wa kimalaika. Wageni mashuhuri wakawa wanong'ona kwa sauti ndogo. Samson alinyosha suti yake akavuta pumzi ya kujiweka sawa. Leo ilipaswa kuwa siku yake kamilifu. Padri akainua kitabu chake, ndoa ni agano takatifu la heshima na upendo. Samson alihisi kivuli kikivuma nyuma ya mlango, alidhani aliona mtu aliyefanana na mama yake, ushungi mweupe ukitikisika kwenye jua kali, lakini mwanga ukabadilika, taswira ikatoweka, drama ikaendelea. Je, unakubali? Ndiyo, Vivian akajibu. Padri akatoa tamko. Kama kuna yeyote anayejua sababu ya hawa wawili kutofungishwa pamoja, asema sasa. Mlango mdogo upande wa nyuma ulipiga kelele ya upole. Sauti nyepesi ambayo haikuendana na taratibu za sherehe za watu wa tabaka la juu. Hakuna aliyegeuza kichwa. Katika harusi za aina hii, hulka ya kupuuza sauti zisizopangwa huwa kama ibada nyingine. Lakini kwaya ilikosea mdundo kidogo. Hatua za taratibu zikagusa sakafu ya marumaru. Hazikuwa za kukimbia wala za kuomba msamaha. Kila sauti ya kisigino ilibeba miaka mingi nyuma yake. Kivuli kilipita kwenye mwanga wa vioo vya rangi, kisha gauni jeupe lililochakaa likatokea kama mawimbi ya bahari ya polepole. Minongono ikatambaa kama moshi. Huyo ni nani tena? Mpiga kamera akasogeza lens. Uso wenye alama za jua ukaonekana, macho yaliyokauka na safari, mkono ukishikilia shada dogo. Akaelekeza kamera vizuri. Vivian akahisi mkono wa Samson Baraka ukibana juu ya wake, akanongona kwa wasiwasi, kuna nini? Samson akagonga ulimi, sauti ikiwa imelegea sana, hakuna hakuna. Akaachana na mkono wa mpenzi wake na kusogea mbele kwa hatua moja. Yule mama alisimama pembeni kabisa, karibu na benchi la mwisho, akihakikisha hamgusi mtu yoyote. Alilishikilia shada kifuani, mabega yakitikisika kwa mchanganyiko wa baridi ya kiyoyozi na joto la Dar es Salaam lililokamakika kwenye gauni lake. Alielekeza macho yake madhabahuni, mwanga ukipenya, ukifunua macho yake yaliyoficha mawimbi ya zamani. Walinzi kwenye mlango wakasita, wakaangalia na kimya, lakini hakuna aliyejaribu kumkaribia. Kuna namna alivyokaa dhaifu, lakini thabiti, iliyowazuia hata kuinua mkono. Padri akafunga kitabu chake taratibu, maneno yakimpotea. Alifikiri kutoa hotuba ya rehema, lakini lugha ikawa kama mzigo mzito. Samson Baraka akashuka ngazi kuelekea mlangoni, kila hatua ikigonga sakafu kana kwamba inachomeka kitanda cha zamani. Alipomkaribia ukimya ukawa mnene. Hukutakiwa kufika hapa, alisema mama yake. Agnes akamtazama juu. Ndani ya macho yake Samson alijiona akiwa kijana uso umejaa vumbi kabla ya dunia kumvaa kwa gharama kubwa. Kwa sauti nyembamba kama uzi unaoshikilia kitambaa kuungana kuungana, aliwahi kusema, sikuja kuomba chochote, nimekuja kutoa baraka. Vivian akakaza pumzi, moyo ukimrindima. Watu kadhaa wakaunguruma, mtoe nje, lakini wengine wakatulia, ngoja kwanza. Mwanga wa kiheshima ukamulika juu yake kama jukwaa. Samson akasikia kamera ikipiga picha. Ndani yake kumbukumbu zikapanda. Harufu ya muhogo ulioangangwa, mikono iliyomfunika wakati wa homa. Akalazimisha ulimi wake ushuke ili asilegee. Mama, leo ni siku yangu, usiiharibu. Agnes akatoa tabasamu lililochoka na joto la Dar es Salaam. Mwanangu, baadhi ya vitu haviharibiki na mama, hupotea kwa sababu ya watoto. Kicheko kidogo cha kejeli kikatoka sehemu ya katikati. Kamera nyingine ikawashwa. Samson akafumba macho, akapumua kwa uchungu, akafungua tena yakiwa meusi zaidi. Ondoka hapa, si kwako. Agnes alifunua mkono wake kwa upole, akimgusa kama mtu anayeshika kitu kilichotengenezwa kwa vioo. Mguso huo mwororo ukapiga ukuu wa Samson kama pigo. Ndipo bila makelele, haraka moja kwa moja, kofi lilipiga shavu lake, si kwa nguvu, bali kama kufunga ukurasa wa zamani. Shada lake likateleza chini likitawanya petals juu ya marumaru. Kanisa lote likapoteza sauti, hata kinanda kikakatika. Vivian alisogeza gauni kidogo juu ili aweze kutembea, lakini hata hakupiga hatua. Ukuta wa hewa ulisimama kati yake la tukio, maswali yote ambayo bibi harusi husahau kuuliza kabla ya ndoa. Agnes hakuanguka, alirudi nyuma akishika shavu lililolia. Ndani ya macho yake bahari ya siri ikavunjika kimya. Akapumua kifupi, Mungu apeleke baraka yangu pale ambapo miguu yangu imepigwa marufuku. Msichana mmoja wa soprano akalia, mratibu akamnong'ona mpiga kamera kuzima kamera, lakini tayari dunia ilikuwa imeiona. Samson akajaribu kujikusanya, akasawazisha koti lake Alitaka kusema kitu, si kwake bali kwa taswira yake ya mtu mkamilifu, lakini akanyamaza, akihisi neno moja lingeangusha ukuta wake wa mwisho. Aligeuka kuelekea madhabahuni. Padri akatikisa kichwa na kusema, mwanangu, ndoa si kifuniko cha yaliyopita, ni kupiga magoti mbele ya upendo uliowahi kukuinua mara ya kwanza. Samson akasimama tu, kivuli chake kikagusa petali zilizodondoka mama yake akainama na kuzikusanya mikononi, kama kukusanya mbegu za maisha yake ya zamani. Naondoka, akasema, sio kwa sababu umenifukuza Baraka. Mara nyingi hukaa nje ya kuta. Aligeuka kuelekea mlango, kila hatua ikifanya kwaya ipunguze sauti, kana kwamba alto muhimu ametoweka. Alipofika nje, joto la mchana likatingisha pindo la gauni lake, mwanga ukigeuza ushungi kuwa kama bendera ndogo inayotikisika hewani. Dar es Salaam iliendelea kwa mwendo wake. Ndani ya kanisa tu ndipo pumzi zilitolewa kwa pamoja. Vivian akashusha macho chini, mpiga kamera akajiegemeza kwenye kiti, akijua ameshika kitu ambacho kitaishi zaidi ya kifaa chake. Kengele tatu za kanisa zikalia, si za shangwe, bali za ukumbusho. Ndoa ikaanza kwa sauti ya majuto ambayo Samson bado hajajua kuiimba. Nje, Agnes aliweka mkono wake kwenye lango na kunong'ona, tutaonana tena lakini si leo. Kisha akatembea kwenye jua. Asubuhi iliyofuata Dar es Salaam ikaamka kwa mlio wa simu na video moja iliyoenea kama moto. Kwenye mabasi ya batuma, kwenye daradala, kwenye vibanda vya Kariakoo, watu walipitishiana video ya bwana harusi aliyevaa suti, mkono wake ukigusa shavu la mama yake mbele ya kanisa kichwa cha habari kililosambazwa kikasomeka, bwana harusi amchapa mama yake kwenye harusi, kanisa la St Peters. Sauti ya mshtuko na kishindo cha shada kilichoanguka vilitosha kuifanya jiji linyamaze kwa sekunde kadhaa. Katika soko la Kariakoo wafanyabiashara wakasahau hata kupima vitambaa. Kwenye migahawa ya asubuhi, redio zikazirudia sekunde zile zile, na mtangazaji akazungumza kwa sauti ya uchovu, sio kutokana na kazi, bali kutokana na uchungu wa taarifa yenyewe. Usiku uliopita, video moja ilisababisha mshtuko mkubwa nchini Tanzania. Kwenye mitandao walimpa jina jipya, mama aliyevaa nyeupe. Swali moja likawa linatembea mdomo kwa mdomo katika Dar es Salaam. Mwanamume anaweza kupanda juu kiasi gani mpaka akashindwa tena kuona mahali alipotoka? Pembeni mwa barabara ya Ali Hassan Mwinyi, mabango makubwa ya Zion Holdings yenye sura ya Samson Baraka na kauli mbiu yake, tunajenga kesho, yalikuwa sasa na maana tofauti kabisa. Tabasamu lake kwenye picha liligeuka kuwa mstari mwembamba usio na joto. Katika gorofa ya 18 ya makao makuu ya Zion, chumba cha mikutano kilikuwa cheupe na chenye mwanga mkali. Harufu ya kahawa mpya haikuweza kufunika hewa nzito ya siku ambayo ilionekana dhahiri, kuna kitu kilichopasuka. Samson alisimama mbele ya ukuta wa vioo akiangalia foleni ya magari yaliyokwama kwenye barabara, kana kwamba muda umefunga mlango wake. Simu yake ilikuwa ikilia bila kupumzika: waandishi, wabia, marafiki wa zamani, namba zisizotambulika. Ujumbe wa timu ya PR ukaja: zima sehemu ya comments, futa picha za harusi, andaa taarifa rasmi. Idara ya sheria ikatuma ujumbe mwingine, baadhi ya wanahisa wanataka kikao cha dharura. Kisha ujumbe kutoka kwa Vivian Okeno ukaja mfupi na mkali, tumeisha. Mlango ukafunguliwa. Mr Okeno, baba yake Vivian, akaingia kwa mwendo wa mtu aliyezoea mamlaka. Wasaidizi wake wawili waliokuwa na mafaili wakafuata nyuma yake. Hakuketi. Unajua kwa nini nipo hapa? Alisema bila hata kujali formalities. Samson alijaribu kupunguza pumzi. Nitamuomba msamaha hadharani, mheshimiwa. Hapana, alikata sentensi hiyo katikati bila huruma. Siko upande wenu tena. Harusi imefutika na ule mradi tuliokuwa tunauendeleza pamoja umekwisha pia. Akasimama akielekea mlangoni. Alipofika, bila hata kumgeukia, akasema, "Ukitaka kuwa mtu, anza kwa kukumbuka kuwa wewe ni mtoto wa mtu." Mlango ilipogonga ukafungwa nyuma yake, chumba kikabaki kimya. Samson, bingwa wa mazungumzo na majadiliano, hakuwa na jibu leo. Hakuna hesabu iliyowezesha kutatua kosa hili. Barua pepe zikamiminika kama mvua nzito ya masika, kufungiwa fedha za uwekezaji, ukaguzi wa kitabia, miradi kusimamishwa, HR wakaripoti kujiuzulu kadhaa. IT wakatuma ujumbe. Picha ya mama aliyevaa nyeupe inazunguka kwenye kila group la ndani. Mshauri wake wa zamani mwenye nywele za fedha akaingia, akavuta kiti, akamtizama Samson kama mtu anayetafuta kijana aliyepotea ndani ya suti ya CEO. Habari unaweza kuizima, lakini kuna moto mwingine ndani yako ambao hakuna gazeti linaloweza kuuandika, alisema polepole. Pole. Unanitaka nifanye nini mheshimiwa? Yeye Samson akashindwa kuendelea, sauti ikikwama kama imegonga jiwe kifuani. Alienda basi, nenda mkatafutane. Unafikiri ni rahisi hivyo mwanangu? Kampuni hii haikujengwa kwa mambo rahisi. Samson aligeuka kutazama nje, wafanyakazi walikuwa wakishusha bango kubwa la We Build Futures. Herufi zilipoanguka kwenye pipa, sauti yake ilikuwa kama pumzi ya kitu kilichokufa. Ilipofika mchana kanisa la St. Peter's lilifungua milango kwa waandishi wa habari. Padri alikataa maswali yote, akatoa kauli moja tu, watu hawajihapa kuhukumu, wanakuja kutafuta mahali pa kusimama. Kauli hiyo ikawaka mtandaoni kama moto wa nyasi kavu, hashtag zikabadilika, hasira ikageuka tafakari, lakini shinikizo kwa Samson halikuondoka. Wakati huo huo, kwenye mitaa ya Mwenge, Agnes, mama yake Samson, alikuwa akirudi nyumbani. Hakuwa na smartphone wala hakujua kwamba maumivu aliyoyapitia yamegeuka habari ya taifa. Nje ya chumba chake cha kupanga aliketi na kuosha alama nyekundu usoni pake kwa maji ya uvuguvugu. Majirani walimuuliza kilichotokea, akacheka kwa uchovu, akasema sio kitu, jua kali la mchana halidumu hadi usiku. Akatundika kile gauni jeupe kwenye kamba ya nguo. Jua lilipopenya kwenye uzi wake, kivuli cha jani kikachora mchoro ukutani. Jioni ilipofika, bodi ya kampuni ilikutana kwa dharura, kelele zilipaa. Uongozi umedoda, mkataba wa wizara ya miundombinu uko hatarini, na hatua lazima zichukuliwe. Kila neno lilikuwa kama msukumamo mwingine ardhini. Nitawaomba msamaha wote, Samson alisema kwa sauti iliyotoka mbali. Wote gani? mwekezaji mmoja akauliza. Wateja, wawekezaji, au yule mtu ambaye ungepiga magoti mbele yake? Kimya kilitanda. Kiyoyozi pekee ndicho kilipiga kelele yake ya monotonia, kana kwamba kinakumbusha baadhi ya mambo yanaendelea hata ukisahau kupumua. Kikao kikaisha kwa taarifa moja baridi: Zion Holdings inajuta yaliyotokea. Lakini jiji halikutaka kujua majuto ya kampuni, lilikuwa linangoja jibu moja tu, je, jua linajua kurudi nyumbani? Usiku ukaingia Dar es Salaam, Mwenge, Sinza, Buguruni, taa ziliwaka, mishkaki ikaunguruma, watu wakakusanyika kuongea. Kijana mmoja akasema, mama yangu aliuza mchele na maharage miaka kumi ili nisome. Kila Jumapili nabusu mikono yake. Mwingine akaingilia, siku ya harusi yangu mama alisimama juani saa tatu kuhakikisha wageni wanapata vitambaa. Hayo sitayasahau. Hadithi za mama na mtoto zikaanza kuenea kama mwanga mdogo katika jiji lote. Mtandaoni picha moja ikasambaa kila mahali: mwanamke aliyevaa nguo nyeupe amesimama nje ya lango la kanisa, upepo ukipiga ushungi wake. Chini yake maneno yaliyoandikwa kwa lugha mbili: hakuna mama anayestahili kimya. Kutoka kwenye video ya aibu ikazaliwa sauti ya huruma, na kwa namna isiyoelezeka ikaanza kuponya watu, isipokuwa mmoja. Samson alirudi nyumbani kwake, chumba kilikuwa kimya mwanga wa taa za jiji ukigonga vioo kama alama za lawama. Akaweka mikono yake mezani ili hisi kama sio yake. Kwenye kaunta kulikuwa na kifurushi, ndani yake picha ya zamani, mvulana mdogo mwenye mwanya akishika mahindi ya kuokwa, akiwa amesimama karibu na mama yake aliyeteswa na jua. Nyuma yake mstari uliokuwa umeandikwa kwa mwandiko unaotetemeka ukisahau sura ya mama yako, kumbuka mkono uliokulisha alikaa na ile picha muda mrefu. Nje sauti za bata wa maji zikipigwa kwa mbali zikagonga kwenye utulivu wa usiku kama sala. Jiji lilikwisha kutoa hukumu yake, wanahisa walishamgeuka, biharusi wake alikuwa ameondoka. Mlango mmoja tu ndio haukuwa umefunguliwa bado. Samson akavaa koti lake. Hakukuwa na gari wala ratiba. Dar es Salaam ikasimama mbele yake kama barabara isiyo na alama mwisho wake chumba kidogo cha kupanga kamba ya nguo iliyolegea, gauni jeupe likipeperuka kwenye upepo wa usiku, na neno moja ambalo bado alikuwa hajalijua kusema kwa moyo. Hakukuwa na mwavuli wala dereva wala ulinzi. Shati la Samson Baraka lilimbandika mwilini, mvua nikichanganyika na jasho la hofu lililomchoma midomo kila hatua aliyopiga ilifanya mwanga wa taa za barabarani uchezeshwe na mvua. Kichwani mwake kilirudia ile sauti ya kofi, maua yakidondoka sakafuni, na sauti ya mama yake ikitetemeka, sikukuja kukuaibisha, nilikuja kukubariki hata kama hunitambui tena. Siku zilizopita zilikuwa kama ndoto nzito, wanahisa wamemtema, vichwa vya habari vimemsulubisha, Vivian ametoweka bila kurudi nyuma. Swali moja tu ndilo lililomfuata kama kivuli lake: yuko wapi sasa? Alifika kwenye jengo la zamani karibu na kituo cha mabasi kilichoachwa, eneo lililonuka mvua na vyuma vilivyooza. Taa moja ya njano iliwaka juu ya mlango. Mwanamke mzee mwenye kilemba, jirani wa eneo hilo, alipoona sura yake alipigwa na butwaa. Samson, wewe ni mtoto wa Agnes sivyo? Alitikisa kichwa, sauti ikiwa dhaifu. Ndiyo, Mama yangu Mrs. Baraka yupo humu ndani? Mwanamke akavuta pumzi ndefu, aliondoka siku tatu zilizopita, hakusema anaenda wapi. Akamwingiza ndani ya chumba kidogo tupu, zaidi ya kitanda cha mianzi, nguo chache zilizopangwa na shada la maua yaliyokauka mezani. Harufu ya kuta zililoa ilijaa hewani. Samson alichukua kipanda cha karatasi juu ya meza, ulikuwa mwandiko wa mama yake, dhaifu lakini unaposomeka: Ukirudi usinitafute, nilikusamehe kwa kofi lile la kwanza. Ishi kana kwamba bado na kuwasha taa kila jioni. Sibebi hasira, ni maombi tu. Jifunze kuinamisha kichwake, mwanangu. Akiwa ameduaa aliweka karatasi kwenye paji la uso wake kana kwamba anatafuta mabaki ya joto la mikono ya mama yake. Mvua ilipiga paa la bati juu yao kama hatua za mtu anayekaribia kurudi nyumbani. Alitoka nje akasimama chini ya dari ndogo akitazama mvua ikitiririka. Kupitia mapazia ya mvua alijionea taswira ya mama yake, gauni jeupe likimbandika mwilini, shada mkononi, akitembea taratibu. Alimwita lakini ilikuwa ni upepo tu uliomjibu taswira. Ikayeyuka akaelekea kanisa la St. Peter's, mahali maumivu yalipoanza. Milango ilifunguka nusu, ukimya ukitanda ndani. Alipiga magoti pale madhabahuni, maji yakimtiririka usoni. Mungu, niliweka nguvu zangu kwenye minara ya kifahari, nikasahau kuinama. Kama bado ananisikia, nioneshe njira ya kumfikia, hata ikiwa ni ndotoni tu. Hakukuwa na jibu zaidi ya upepo uliopiga vioo vya rangi. Alitembea hadi alfajiri. Mfagiaji wa barabara, mzee mwenye macho aliona mengi, alimgeukia kwa utulivu. Usiku wa jana nilimwona mwanamke mzee, gauni jeupe akipita upande wa pili wa barabara. Alitabasamu halafu akatoweka ndani ya mvua. Nilidhani ni malaika. Samson aliganda, upepo ukamletea chepecha maua cheupe akakishika kwa mkono wake. Alipokuwa anaendelea kumtafuta akarudi nyumbani. Alipofika nyumbani, jirani akamwambia amepata taarifa kuwa mama yake aligongwa na gari, hivyo amefariki na amezikwa kwenye makaburi ya jirani. Ilimuuma sana na akaamua kwenda makaburini kuthibitisha. Kaburi lilikuwa chini ya mti mkubwa wa lozi, limezungukwa na majani marefu yaliyotikiswa na upepo wa jioni. Mbuyu mdogo ambao uliowekwa kichwani pake uliandikwa kwa herufi zilizochongwa bila umaridadi. Agnes Baraka, mama wa huruma na machozi. Hakukuwa na mashada ya gharama, bali maua ya porini ambayo wanakijiji walivuna kando ya njia. Samson Baraka alipiga magoti taratibu. Tope lilining'inia kwenye suruali yake, baridi ikimkumbusha umbali aliyojiwekea kutoka kwa mama yake. Akaweka juu ya kaburi lile shada la maua makavu alilokuwa amelilibeba tangu safari yake kuanza. Nimefika ukiwa umeshaondoka mama, alijisema kwa sauti iliyokatika. Nilihisi muda bado unakuwepo, sikujua. Mama hawezi kusubiri mwana anayekumbuka kuomba msamaha baada ya kuchelewa. Upepo ukapiga na majani ya lozi yakaanza kudondoka juu yake, kama vidole vya upole vikimfuta achozi. Alia kimya kimya, si kama aliyewahi kuwa kiongozi maarufu wala mtu aliyechafua habari kwa tukio moja, bali kama mtoto aliyempoteza mama kabla hajamkumbatia upya. Kadiri jua lilivyozama, padri wa kijiji alifika hatua chache kutoka mahali alipokuwa amepiga magoti. hakutuachia chochote zaidi ai karatasi mwanangu, padri alisema kwa sauti ya upole, akamkabidhi karatasi iliyochakaaka wino ukiwa umesambaa kwa mvua na muda, lakini ujumbe wake ulisomeka bado Siku ukirudi na ujue kuwa nimekwishaona. Usikae katika maombolezo marefu, badili machozi yako kuwa taa itakayowasha njia za mama wengine. Uanzishe kampuni itakayosaidia wanawake waliokataliwa na watoto wao, ili angalau wapate faraja na usaidizi. Hilo ndio ombi langu la mwisho, wanangu. Samson aliumia sana kwa maneno hayo, na akaapa msamaha wake ni kuanzisha hicho mama yake alichomwambia mwishoni na alijutia kwa kila kitu alichomfanyia mama yake, licha ya kumlea kwenye shida na dhiki. Maneno haya yalimchoma moyoni kama moto mdogo unaoamsha uhai. Miezi michache baadaye, magazeti ya Dar es Salaam yalichapisha kichwa, The Mother in White Foundation yazinduliwa kusaidia mama walioachwana na watoto wao. Hakukuwa na makongamano makubwa wala hotuba ndefu. Samson alionekana tu kwenye uwanja wa chatoa zamani cha watoto, amevaa shati jeupe la kawaida, akishikilia shada la daisies. Nilipoteza kila kitu kwa makosa yangu, aliwaambia wachache waliohudhuria. Lakini kuna kitu sitakubali kupoteza tena, huruma ambayo mama yangu aliniwekea kwenye moyo hata nilipomsahau. Kituo hicho kilianza kufadhili makao ya wazee, hifadhi za watoto na misaada mbalimbali chini ya jina Mwanga wa Mama Baraka. Kwenye ukanda wa ofisi mpya ya mradi huo alitumika picha ya zamani, mama na mtoto akicheka sokoni. Chini yake aliweka maandishi ya shaba, msamaha siyo ukimya, ni mbegu ya kuleta mabadiliko. Mwaka mmoja baadaye, kumbukumbu ya kwanza ya Agnes Baraka ikafanyika kijijini. Wanakijiji walikusanyika na maua meupe mikononi, wakizunguka kaburi lake. Samson alisimama mbele, sauti yake thabiti Ulinifundisha mama, kuwa upendo hauhitaji maneno marefu, unahitaji tabia mpya. Alipoweka shada lake juu ya kaburi, upepo mkali ukapita. Ushungi mweupe ambao mama yake alivaa miaka mingi iliyopita ulipaa juu ya hewa, ukazunguka kidogo kama unacheza, kisha ukatua mabegani mwake kwa upole. Akanyanyua macho, akatabasamu juu ya anga lililopakwa dhahabu ya jioni majani yakadondoka taratibu kama baraka zilizorudi nyumbani. Ngoma za kijiji zikaanza mbali, na wanawake wakaanza kuimba wimbo wa kuenzi mama, ambaye mwili wake ulikwisha, lakini nuru yake ilibaki katika maisha. Msamaha mwingine huja kuchelewa, lakini bado huwa na thamani ikiwa unaleta mabadiliko. Mama anaweza kusamehe milele, lakini muda haujirudishi. Mpendeni mama yenu leo, ili hali bado anapumua na wale waliowapoteza wafanye wema kwa jina lao, kwa sababu mwanga wa mama hauzimiki. Hadithi ya mama Baraka iliendelea kuishi, si kama huzuni, bali kama mwito wa kubadili maisha na kukumbuka nyumbani, ndiko upendo unaanzia. Huu ndo mwisho wa simulizi hii. Kama umeipenda, tuambie kwenye comment. Unaangalia simulizi hii ukiwa wapi, ili tusalimiane. Kwaheri.